Andiko anasema mjua mzigo, mtoto akiharibika, anakuwa mzigo wa mama, alafu bahati mbaya wa baba ndio anastaili ya kulea ya kusukumia watoto mbali. Ndio kinachouma. Kwa hiyo, we mama, huu ni ushauri wangu kwako, ukitaka kuwa salama, swala la malezi msukumie baba. Kwa maana nyingine, baba awe na sauti kubwa na sauti nyingi kuliko wewe ndani ya nyumba, utaishi maisha haraha sana. Narudia, mwanamke unanisikiliza, ukitaka kuishi kwa la swala la malezi msukumie baba, unless huyo baba awe hayupo nyumbani, unless huyo baba ama awe hajielewi, unless huyo baba kawe hajihusishi ha, ha, na swala zima la malezi. Sawa, naelewa. Kama baba yupo, please nyamaza, sukumie baba aongee zaidi kwa sababu wababa wana maneno machache, mafupi, maelekezo yanayojitosheleza. Hawana mambo mengi, itawasaidia watoto kujipata haraka sana. Alafu wababa watagagi kero, kwa hiyo huwa wanawasukumia watoto mbali mapema sana, kabla hata waka like, guys just go go grow up, muende kwa kufanya hivyo watoto wako watafanikiwa haraka sana. Ziko tafiti zinaonyesha na zipo wazi, hata ukienda google utaenda kugugua, asilimia kubwa ya watoto waliolelewa na mama especially kwenye makelele ya namna hii, wengi sana wanaishia kuharibika kimaadili, wanaishia kuharibika kitabia, wanaishia kuharibika ki ki saikolojia ki, ki, ki, ki, ki, wanaharibika kiroho, ndio wa, wapo magerezani, ndio ni mateja huko mtaani, ndio watu wana, wapo club, a lot of kids waliolelewa na baba peke yake. Na hizo tafiti ziko wazi, zinasema wazi mtoto aliyelelewa na baba peke yake, baba peke yake, mama hayupo, mtoto aliyelelewa na baba peke yake ana chansi kubwa ya kufanikiwa kwenye maisha na kuwa more stable psychologically and emotionally kuliko mtoto aliyelelewa na mama peke yake. Why? Kwa sababu wa baba wanalea watoto wao kwa kuwapa mwongozo wa nini wafanye, wamama wanalea watoto wao kwa kuambia nini wasifanye, na watoto wanakuwa confused. Wababa wanatuambiaga watoto wafanye nini, wamama wanawaambia watoto wasifanye nini. Kwa hiyo wamama wanasubiri mtoto akosee ndio akibizane naye, anakosea ndio anakibizana, lakini wababa watatoa tu maelekezo, kama fanya moja, mbili, tatu, nne, tano. All right, so unless mama huweze kuelewa hiyo psychology behind please, mwache mmeo au baba wa watoto wako, a take watoto wako atake charge kwenye kulea watoto, punguza maneno.